Utashangaa sana akiniencourage mimi kupigwa shindano katika matako ambayo ilikuwa haijafunikwa na kitu chochote na nilikuwa nimeogopa. Alikaa na mimi mwezi wa machu wote, nyinyi wengi wa Kenya hamkujua tukiwa hospitali moja na yeye, na alikuwa ananiangalia kama vile mtu anaangalia ndugu yake.

And indeed, after two weeks, I was all right. Baba alimaliza na mimi almost three weeks akiniangalia. Ni vigumu sana ukipoteza mtu kama huyu, saa ingine huwezi kuwa na maneno ya kusema. Wengi hata journalists nyinyi hamjui, wengi wanapenda kuenda na rumors na propaganda za social media but the truth of the matter is that we are